Uh, Baraza la Mitihani ya Taifa, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Baraza la Mitihani la Tanzania linatangaza kuongeza muda wa usaili kwa watahiniwa wa kujitegemea kwa mtihani wa kidato cha sita ACSEE 2026. Baraza la Mitihani la Tanzania linapenda kuwajulisha watu wote wanaotarajia kufanya mtihani wa kidato cha sita ACSEE mwaka 2026 kama watahiniwa wa kujitegemea kwamba muda wa usaili umesogezwa kuanzia tarehe 6 Novemba 2025 hadi tarehe 30 Novemba 2025. Aidha, ada ya usaili kwa kipindi hiki ni shilingi elfu 65. Imetolewa na katibu mtendaji, Novemba 6, 2025.